Na sasa tumefika muda kutafuta mshindi wetu wa IST. Mr. Alfred, naomba endelea na draw yetu tupate mshindi wetu. Hello? Hello, apiga simu kutoka naakika ni mdau wa Pigabeti, unafahamu kwamba kuna kampeni ambayo inaisha mwisho leo ya Shinda Ndinga ah, um, kampeni yetu ya Shinda Ndinga ambayo unatafuta mshindi ambaye atashinda IST. Mm-hmm. Na nafurahi kukuambia kwamba kwa wewe ndo mshindi wetu wa gari yetu aina ya A, unacheza piga beti? uh -huh. E, u, u, unacheza piga beti kwa hiyo umeingia kwenye draw na umebahatika kuwa mshindi wa gari aina ya Ist. Na naipataje hiyo gari? Unapatikana wapi? Dodoma. Na una miaka mingapi? Na miaka ishirini na tatu. Ishirini na tatu. Haya basi, timu yetu itakupigia simu na utakupa maelekezo yote jinsi gani unaweza kupata zawadi yako ya gari, na lini unaweza utaipata. Maelekezo yote jinsi gani ya kupata gari na kila kitu, utapigiwa maelekezo yote

Kwa hiyo mshindi, yani ni ni halali kabisa, hiawasiwasii hai i kweli kisuut inaendelea. Ukiingia kwenye website yetu, utaona pale kwamba tumeitangaza, utaona kuna video ya washindi wa nyuma walioshinda. Kwa hiyo usiogope, utapigiwa simu, utapewa maelekezo kila kitu nikaipata gari sababu hizi hizi vitu wanashinda ninaona. Sasa una unaga. Sasa leo imekutokea wewe, wewe ndio mshindi mwenyewe, yani gari gari IST, a a unaingia sio kama una unaingia ndani, unawaacha kwa kufungua <ni> kila kitu gari <laughs> <Kwa ni> gari kama kupigia ya soko na tukakupigia <laughs> Upa nani, maelekezo yote. Usiogope, wewe ndo mshindi, kwa amani kabisa. Gari lako utaipata. Kwanza leo utapigiwa simu ndote. Na asante. Ah, karibu. Ongea sana. Asante sana. Na unataka nje kucheza piga bet. Piga bet kizazi cha vijana. Ah, lakini bado siamini. Na tumefikia mwisho wa kampeni yetu ya Shinda Ndinga smartphone kila wiki na kumpata mshindi wetu ambao amejishindia IST mpya, Mr. David Jim Loja kutoka Dodoma, na atafutwa na timu yetu lakini, na maelekezo jinsi gani anaweza kupata zawadi yake. Nataka kuambia Tanzania, kampeni yetu imeisha, lakini endeleeni kucheza na Pigabet, jisajilini, kwani kuna mambo mengi zaidi yanakuja huko mbele. Na kampeni kama hizi zikianza, msiogope, jiungeni, chezeni, naweza kuwa wewe ndo mshindi wa gari huko mbele ikitokea tena.